Siri ya uso wako kwenye kioo. Mwandishi ni Wilson Agustino na mimi msimulaji wako unaitwa Willy Daniel. Usisahau kusubscribe kisha kutandu notification bell ili usipitwe na vipindi vyetu vinavyoendelea hapa WILDIGITAL TV. Simulizi ya siri ya uso kwenye kioo si hadithi ya kutungwa kwa ajili ya kuogopesha au kuburudisha, bali ni mfululizo wa matukio ambayo yameripotiwa na watu mbalimbali mbali duniani katika vipindi tofauti vya historia na yana msingi wake katika nyanja halisi za saikolojia, falsafa na hata tafiti za kisayansi kuhusu hali za kiakili na paranoma. Tukio hili linahusiana sana na kile kinachoitwa the strange face illusion, hali halisi inayotambuliwa na wanasayansi, ambapo mtu anapotazama uso wake kwenye kioo kwa muda mrefu katika mwangaza hafifu, anaanza kuona sura isiyo yake, mara nyingine ya mtu mwingine, mara nyingine ya kiumbe kisicho cha kawaida. Kulingana na tafiti za mwanasaikolojia Giovanni Puto kutoka chuo kikuu cha Urbino nchini Italia alifanya jaribio mwaka elfu mbili na kumi ambapo washiriki walitazamana wenyewe kwenye kioo katika chumba cheusi kwa muda wa dakika kadhaa. Takriban asilimia 66 waliripoti kuona mabadiliko ya uso wao, na asilimia nyingine waliona sura za watu wasiowajua, wafu au hata wanyama wa kutisha. Mabadiliko haya si ya kubuni, yanatokana na mchakato wa ubongo unaoitwa recognition fatija ambapo ubongo unapopata picha ile ile kwa muda mrefu huanza kuvunja sura hiyo na kuchanganya taswira na kumbukumbu nyingine zilizohifadhiwa kwenye fahamu na fahamu fiche. Lakini simulizi la uso mwingine kwenye kioo linazidi mipaka ya kisayansi pale ambapo watu wanaripoti kuwa sura wanayoiona kwenye kioo haikai tu humo, inaanza kuwa sehemu ya maisha yao. Katika baadhi ya visa vilivyoripotiwa, watu waliona uso wa mwanaume au mwanamke asiyejulikana kwenye kioo, mara nyingine, ukiwa nyuma yao au ukitazama moja kwa moja ndani ya macho yao, na baadaye kuanza kuhisi uwepo wa ajabu katika nyumba zao; milango kufunguka yenyewe, vitu kuhamia sehemu nyingine, au hisia kufuatwa. Baadhi ya waathirika walidai kumwona mtu huyo akiwa miongoni mwa watu sokoni, barabarani au hata kazini, lakini kila walipomfuata alitoweka. katika falsafa ya kale na mila za kimataifa unaimani kuwa kioo si tu chombo cha kutazama sura bali ni dirisha kati ya dunia ya mwili na ile ya roho au fahamu fiche. Wagiriki wa kale waliamini kuwa roho ya mtu inaweza kufungwa kwenye kioo. Kwa sababu hiyo, walifunika kioo wakati mtu akifariki. Mila za Kichina, Kiromania na hata baadhi ya tamaduni za Kiafrika zinaonya dhidi ya kutumia vioo usiku au kujitazama kwa muda mrefu sana, wakiamini unaweza ku ingiliana na nafsi au roho zilizofichwa. Kuna ripoti za kihistoria kutoka maeneo mbalimbali mbali duniani kuhusu watu waliopiga picha au kugundua kuna sura ya mtu mwingine kwenye kioo au dirishani ambaye hakuwa pale kimwili. Maarufu ni kisa cha mwaka 1959 huko Marekani, ambapo mwanamke aitwaye Matha alimpiga picha mwanawe akiwa mbele ya kioo cha chumbani, lakini picha ilipochapishwa kulikuwa na uso wa mwana mwanaume asiyejulikana nyuma ya mtoto huyo. Uchunguzi haukufanikiwa kuthibitisha uwepo wa mtu huyo kwenye chumba, na kwa miaka mingi Martha alidai kwamba mtu huyo alianza kumjia katika ndoto na baadaye kuona vivuli nyumbani kwake. Kwa mujibu wa wataalamu wa saikolojia, baadhi ya matukio haya yanaweza kueleweka kupitia hali kama pareidolia, yaani ubongo kuona sura kwenye vitu visivyo na sura, au hata matatizo ya fahamu kama schizophrenia au diso Association. Lakini bado kuna visa ambavyo haviwezi kufafanuliwa kwa urahisi, hasa pale ambapo watu zaidi ya mmoja wanathibitisha kuona uso au kiumbe kile kile kwenye mazingira tofauti. Kwa mujibu wa tafiti hizi na masimulizi haya, kwa upande wako, je, unaamini au na wewe unataka kujaribu kuangalia uso wako kwenye kioo? Basi ungana nasi kwa kuachilia maoni yako. Pia usisahau kusubscribe na kulike. Muda wote ulikuwa nami Willy Daniel. Asante. Asante na mpaka muda mwingine.